Hivi ndivyo ambavyo mtoto wa Diamond Platnumz pamoja na Zari the Boss Lady Tiffah Dangote alivyopendeza siku ya leo huko nyumbani kwao Sauzi, katika kusherekea sikukuu ya Idi Alfitri. Na jinsi alivyoonekana hapa, ameweza kumwagiwa sifa kwelikweli na baadhi ya watu pamoja na mashabiki mbalimbali katika mitandao ya kijamii. Utaona jinsi gani alivyovalia abaya yake ambayo imemtokelezea kwelikweli, na akionyesha jinsi gani alivyopendeza sana siku ya leo. E, katika kusherehekea sikukuu ya Idi, mh? Na ikumbuke kwamba watoto hawa hawajaletwa Tanzania, na tulizoea kwamba e, kile ifikapo sikukuu ya Idi basi Zari huwa anafunga safari kuja hapa Tanzania kuwaleta watoto kuja kusherehekea sikukuu na baba ya huyo Diamond Platinum. Hata kama Zari hatofika hapa basi huwa anamwagiza mtu wapande nao ndege kuja hapa Tanzania e, kuwaleta e, katika sikukuu hii ya Idi. Lakini safari hii Zari naona amegoma kabisa, hataki e, kuanza kuwaleta watoto hapa Tanzania kusherekea sikukuu ya Idi Arifiti hmm? hakuna mtoto yoyote ambaye ameletwa hapa Tanzania, hatukizingatia kule Kenya Nasib Junior ambaye ni mtoto wa Diamond Platnumz amezaa na Tanasha, hajaretwa tangu mwaka jana. Hata pia watoto wake hao wengine ambao wameweza kuzaa na Zari the Boss Lady, ambaye ni Tiffah Dangote pamoja na Nilani, na pia tangu mwaka jana hawajafika Tanzania kuja Hei kwa baba ya huyo msanii Diamond Platinum. Tulitegemea tungewaona tangu siku ya jana, lakini kimya umeendelea kutawala huko nyumbani kwa Diamond Platinum. Hakuna watoto ambao wamefika kwa ajili ya kuungana kwa pamoja kusherekea sikukuu hii ya Eid al-Fitr pamoja na baba ya huyo msanii Diamond Platinum. Hizi ni taarifa kubwa za ameamua kuweza kumbaria mzazi mwenzake huyo Diamond Platinum, kutokuwaleta watoto hapa Tanzania kwa ajili ya kuja kusherekea sikukuu hii ya Eid al Fitr pamoja na baba yake huyo mzazi msanii Diamond Platnumz. Hivi ndivyo ambavyo e, Tifa amependeza siku ya leo huko Saudi, huko nyumbani kwao, na baada ya kuweza kuvujisha video hii akiwa anaringa mwenyewe kuvalishwa vizuri kabisa na mama yake huyo Zari the Boss Lady, leo katika sikukuu hii ya Eid al Fitr kuweza kuwagiwa sifa kibao pamoja na watu mbalimbali kiwemo mashabiki huko katika mtandao wake wa Instagram, akiwa anaonyesha jinsi gani mh, amependeza na amefurahi kwelikweli kuweza kumwona mjukuu wake akiwa amependeza siku ya leo katika kusherehekea sikukuu ya Idi. E, Tiffah yuko huko Saudi, hawajaretwa Tanzania. Zari amegoma kabisa kuwaleta watoto safari hii kuja kushirikia siku hii ya Idi pamoja na baba yao huyo msanii Diamond Platinum Platnumz. E bwana, asante sana. Haya ni machache ambayo tumeweza kujuza. Tukutane tena wakati mwingine kwa habari na matukio motomoto -moto. ni sisi Bongo Mpya TV tuko hapa kila siku. Hakikisha unabonyeza alama yako na subscribe ili kuendelea kupata habari zetu, asante.